Mtazamaji, niwie radhi. Hapa awali nimemtaja katibu Raymond Omolo kama katibu katika wizara ya mashauri ya kigeni, lakini ni katibu katika wizara ya usalama wa kitaifa. Kwengineko ni kwamba shirika la kutetea haki za kibinadamu la IMLU sasa linasema wakenya zaidi wameendelea kuuawa kwenye seli za polisi huku visa 17 vikichunguzwa mwaka huu pekee. Ripoti hiyo pia imesema kuwa e, wengine 59 waliuawa na polisi kwenye visa vya utumizi wa nguvu kupita kiasi. Aidha, shirika hili sasa linataka serikali kueleza ni kwa nini Kufumbia macho visa hivyo. Kama anavyotuarifu sasa, Wili Lusiga. Makovu ya maafisa wa polisi kwa wananchi yanaendelea kuongezeka kwa kiwango cha kutisha. Ripoti ya vifo vya wakenya vilivyotokea seli, kwa mara ya kwanza imeonyesha takwimu za kutisha na kuibua maswali mengi. Ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu IMLU inaonyesha kwamba katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, watu 17 wamefariki wakiwa korokoroni, huku uchunguzi wa maiti ukionyesha vifo hivyo vilisababishwa na maafisa wa polisi documented 17 cases of deaths in custody these deaths were reported in police stations remand facilities vifo hivyo viliripotiwa katika kaunti kumi nchini and these counties include nairobi nakuru murang'a siaya Mombasa, Kakamega and Busia. Ripoti hiyo pia inaonyesha kulikuwa na njama za serikali kuficha vyanzo vya baadhi ya vifo hivyo vinavyohusishwa na polisi, huku familia nyingi zilizoathirika bado zikisubiri kupata haki. Causes of death range from Po- pointing towards possible staging of suicide. Uchunguzi huo pia umethibitisha kuwa licha ya kutokuwa kizuizini cha polisi wa Kenya wengine 56 walifariki kutokana na maafisa wa polisi kutumia nguvu kupita kiasi. Level. Serikali sasa inatakiwa kutekeleza sheria hiyo mara moja pamoja na kuwachukulia hatua kali waliohusika kwani idadi ya vifo hivyo inaendelea kuongezeka kwa kasi. Willy Lusige, Runinga ya Citizen Nairobi.